Tunaendelea kwa makamu askofu wa jimbo, nafanya kiapo. Karibu The Free Pentecostal Church of Tanzania FPCT. Kiapo: mimi mchungaji David Nkone, napokea wajibu huu wa kuwa makamu askofu wa jimbo la Kigoma. Naahidi mbele za Mungu na kanisa lake takatifu kufanya kazi hii kwa uaminifu wote kwa Mungu na kwa neno lake. Nitakuwa mwaminifu kwa katiba, miongozo na kanuni mbalimbali mbali za FPCT. Nitafanya kazi hii ya Mungu ya makamu askofu wa Jimbo la Kigoma, kwa kuwatendea haki watu wote bila upendeleo wala ubaguzi wa kabila, rangi au jinsia. Nitafanya kazi hii kwa heshima na kwa utukufu wa Mungu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Amen. The Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa FPCT mimi David Nkone naahidi kanisa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na mtii kwa kanisa la FPCT. Nitakuwa mwadilifu na mfano wa watumishi wote, kwa watumishi wote na Wakristo wote katika kukuza na kusimamia katiba, miongozo na maadili Sitatumia nafasi au wadhifa wangu kwa kujinufaisha mimi binafsi, familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu, isipokuwa kwa maslahi ya kanisa la FPCT. Nitalinda umoja wa imani yetu na sitakuwa kinyume na taratibu zote zilizoamriwa na uongozi wa FPCT. Nitatekeleza wajibu wa majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia sera, kanuni, taratibu na miongozo ya FPCT kwa maslahi ya kanisa la FPCT. Ninakili kwamba kiapo nilichoapa leo pamoja na hati hii ya ahadi ya uadilifu niliyosoma kabla ya kuweka niliyosoma kabla ya kuweka sahihi yangu, sta, sita stahili kufanya kinyume. Iwapo nitafanya kinyume, hatua za kinidhamu zinaweza kuchukuliwa dhidi uh, yangu. E Mungu nisaidie. Amen. Mama Je, unakubali kwa moyo wako kwamba mume wako mchungaji David Nkone awe makamu askofu wa, wa Jimbo la Kigoma? Kama unakubali, useme ndiyo ninakubali na Mungu anisaidie. Ndio ninakubali na Mungu anisaidie. Je, utaheshimu huduma yake kuwa ni ya kiroho wakati wote atakapokuwa nayo katika kanisa la Mungu? Kama ndivyo unafahamu, useme Ndiyo ninafahamu hivyo, na Mungu anisaidie. Je, yeah, unakubali kumsaidia mume wako daima kwa kumwombea ili mizigo ya kiroho atakayoibeba isimlemee mno? Utakuwa tayari kumtia moyo wakati wa kukata tamaa? Utamfariji wakati wa kuhuzunishwa, na katika nia njema ya Injili kumuhimiza mahali unapoona anaelekea kuchoshwa na kazi hii? Kama utafanya hivyo, useme nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Je, yeah, unafahamu kwamba hata wewe unatakiwa uwe kielelezo chema katika usemi na mwenendo wako mbele ya Mungu, kanisani na kwa wale walio nje ya kanisa kwa heshima ya huduma ya mume wako. Kama ndivyo, unafahamu hivyo useme ndiyo ninafahamu hivyo na Mungu anisaidie, ndiyo ninafahamu hivyo na Mungu anisaidie. Amen. Asante, asante. Niombe kanisa tusimame, tapiga magoti tafadhali. Kanisa tusimame, tusimame, tunakuombea. Haleluya. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, wewe uliye Mungu na uliye mtakatifu, nakuja tena mbele za uso wako kwa neema na kibali ambacho umenipatia kwa nafasi hii. Namweka mtumishi wako mchungaji David Nkone pamoja na mama, wape neema ya kutosha Bwana, hekima itokayo juu, mafuta matakatifu Bwana yakamiminike ndani ya mioyo yao, ndani ya roho zao ukawashikamanishe na wewe Mungu, ambaye wa uliwaita wakutumikie. Na sasa wanapochukua nafasi hii, neema yako iwe juu yao, na utukufu wako ukawaangazie. Na wakabidhi mikononi mwako, na wakabidhi mbele ya uso wako, katika jina la Yesu Kristo, aliye mwokozi wa maisha yetu. Asante Amen. Amen. sana. Naomba msimame, msimame